West TV. Simba Sports. kocha mkuu wa kikosi cha Simba, Fadro De Vries unaambiwa anawafuatilia kwa ukaribu sana uh, wachezaji wawili, mmoja kutoka Singida na mmoja kutoka Azam FC. Mchezaji kutoka Singida huyu ni Jonathan Sowah ambaye ameingia dirisha dogo ndani ya kikosi cha Singida Big Stars akiwa ameshacheza michezo takriban saba na magoli yake saba. Ubora mkubwa sana wa mchezaji huyu ambao tayari ameuonyesha katika kikosi cha Singida tangu alipojiunga na kikosi hicho, na katika michezo yote saba amefunga katika kila mchezo eh, na ndiyo maana amefikisha idadi hiyo ya magoli, lakini pia kubwa zaidi ambalo Uh, huenda likawashitua washabiki na wapenzi wa Simba Sports, ni Fadlu Davids kuendelea kumfuatilia kwa ukaribu sana eh, Franco yule Mkolombia eh, kutoka ndani ya kikosi cha Azam Football Club. Mkolombia huyu amekuwa hana nafasi kubwa sana ya kucheza katika kikosi eh, cha Azam FC na kumpelekea kocha tausi wa kikosi cha Azam ah, kumchezesha ah, mchezaji nambari tisa E, wa kulazimishwa na soro saduni lakini pia ana washambuliaji wengine e, kama kina e, kina Idi Seleman nado anaochezesha katika eneo hilo huku e, Flanko ye Blanco ye akiwa anapigwa benchi. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni kama a, kituko fulani hivi imekuwa ni kama maajabu e, kwa nini kocha Fadru anamfuatilia mchezaji huyu ili aweze kumsainisha ndani ya Simba Sports na unaambiwa ni kwamba e, kutokana na uwezo na namna ambavyo e, Blanco anacheza naye na kikosi cha Azam, mikimbio yake e, anaona kabisa kwenye falsafa yake kocha mkuu wa Simba Sports Fadru Rivrizi anaweza kwenda kumfaa moja kwa moja, lakini pia katika eneo la kiungo, wakati unaambiwa Agustin Okajefa, kiungo mkabaji huyu e, hafanyi kile ambacho kocha Fadru anakitaka kwa asilimia 90, na ndio maana pia kocha Fadru anahitaji eh, kumbadilisha kiungo mwingine apatikane kwa ajili ya kumreplace Agustin Okejefa. Zipo tetesi za Kimvuidi eh, ambaye anakipiga katika kikosi cha uh, Kaizer Chiefs pale Afrika Kusini ameshafanya kazi eh, na kocha Fadru, unaambiwa yuko mbioni kuja kuchukua nafasi hiyo ya kiungo mkabaji eh, na Agustin Okajefa apewe mkono wa kwaheri kwa sababu sio kiungo ambaye kocha Fadru anamtaka nana ya kikosi cha Simba Sports. Hii inaonyesha moja kwa moja Simba wana mipango mikubwa ya muda mrefu na kocha Fadru Davids. Je, wachezaji hawa wote watatu wana uwezekano upi wa kujiunga na Simba Sports? unaambiwa licha ya Simba Sports kutuma ofa kwa Jonathan Sowah ndani ya kikosi cha Singida uh, Black Stars, unaambiwa nafasi yao ni ndogo sana ya kumpata Jonathan Sowah endapo uh, Young Africans watamuhitaji, yani Simba Sports hata kama watakuwa na mabilioni ya pesa kumpata Jonathan Sowah uh, uh, mbele ya kikosi cha Yanga ambao wao watakuwa tu na milioni kadhaa basi Ah, dn Africa ni watawini bato. Hiyo hiyo ni kutokana na ukaribu pamoja eh, na mahusiano mazuri ambayo anayo kikosi cha Young Africans pamoja na Singida Black Stars. Kwa hiyo endapo Simba watamtaka, eh, endapo Yanga watamtaka Jonathan Sowah, Simba Sports hata atoe mabilioni ya pesa hawezi kumpata kwa sababu pia hata mchezaji yeye aliweza kutanabaisha kwamba moja ya klabu kubwa ambayo anatamani kuchezea nchini Tanzania ni da Young African, licha ya kwamba Simba Sports mpaka sasa wanamtaka. Na kutokana na ubora na uwezo wa Jonathan Sowah na imani kabisa, Yanga lazima waingilie deal hili hata kama, hata kama Simba watatoa mabilioni milioni ya yeah, fedha, lakini pia katika eneo jingine la jurio Blanco kutoka ndani kikos ya kikosi cha Azam FC, unaambiwa kocha Fadru anataka kumpunguza eh, kati ya Ateba au Mkwala, huku asilimia nyingi zikionekana zinakwenda kwa Ateba kutokana na namna ambavyo eh, anacheza ndani kikos ya kikosi cha Simba bado hajaimpresi haja impre, haja sana eh, kwa kocha Fadru kuendelea kumbakisha ndani kikos ya kikosi cha Simba. Blanco kocha Fadru anaona ni mchezaji ambaye anaendana na falsafa yake kwa asilimia mia. Hiyo basi anaendelea kumfuatilia kwa ukaribu ili aweze kupata huduma yake ndani ya kikosi cha Simba Sports, na nikukumbushe tu Franco mpaka sasa ameshacheza michezo yake, e, takriban mitano kutokana na dakika ambazo ame, ame, amecheza uwanjani, na katika dakika hizo amefanikiwa kufunga magoli mawili na assist moja, akiwa amechangia upatikanaji wa mabao matatu akifunga mawili na assist moja. Lakini pia, vipi kuhusu eneo la kiungo mkabaji ambapo Augustine Okejefa anakwenda kucheza eh, anakwenda kuondoka ndani ya eneo eh, hilo, kwa sababu ameonekana hana makali sana kama ambayo anayo uh, Yusufu Kagoma. Baada ya Yusufu Kagoma akitoka, eh, Agustin Okejefa ameonekana akifanya kazi rahisi tu, sio kazi ngumu kama ambavyo Kagoma anafanya. Anawaambia Karim Kimvuidi kutoka ndani ya kikosi cha Kaiza Chifu, moja kwa moja anatajwa sana kwenda kuchukua nafasi uh, ya uh, Agustin Okejefa ambaye alisajiliwa kutoka huko nchini Nigeria, akiona kiwango bora akiona kiwango kizuri sana msimu uliopita lakini, msimu huu anaonekana bado hajaingia moja kwa moja katika mfumo wa kocha Fatu Davidisi, na unaambiwa hilo limepelekea pia e, pefomansi yake e, kuendelea kudorora kwa sababu bado hajaaminika kwa asilimia mia moja. Bana, hayo ni maingizo mapya ambayo Simba wanatajwa kuyaingiza, huku ingizo nyingine kubwa zaidi ni ingizo la Faisal, ambayo yeye naye anatajwa sana kujiunga na Simba sports katika kipindi hey, cha dirisha kubwa msimu ukimalizika, huku Faisal mpaka sasa akifunga eh, goli zake tano na asisi kumi na mbili katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania Bara. Tuandikie pia maoni yako katika sehemu ya commenting. Unafikiri uh, uwezekano wa wachezaji hawa kujiunga na simba sports mwishoni mwa msimu upo aje? Lakini pia je, wewe kama shabiki uh, mpenzi na mdau wa soka la Tanzania, una maoni gani juu ya mwenendo uh, wa kikosi cha simba na sajili ambazo wanatajwa kuzi fanya siku za hivi karibuni, mara tu baada ya ligi itakapokwenda kumalizika. Huku ligi mpaka sasa, Yanga anaongoza akiwa na pointi 58 Simba nafasi ya pili akiwa na pointi 57. Tuandikie maoni yako, pia je utabiri